Viongozi wakipata ajali kama zetu wataokoa wa maisha yetu. Katika eneo la Mbalizi, watu 28 wamefariki dunia kwa ajali ya rosa iliyokuwa inasafirisha abiria kutoka Mbeya mjini kwenda katika mji mdogo wa Mbalizi. Gari hiyo iligongwa na kufinyangwa jana tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka 2025 na kusababisha watu kufariki 27 ambapo leo tarehe 8 mwezi wa sita mwaka 2025 mmoja wao ambaye alikuwa ni majeruhi naye pia amefariki. Ujenzi wa njia nne unaendelea Mbeya, lakini eneo hatarishi ni hilo la mlima Iwambi au mlima wa mauti. Hakuna fiekeo wala greda wanarolio na wananchi, haihuzunishi bali inatafakarisha kwa hasira za ndani kabisa. Ikiwapendeza wenye maamuzi, ujenzi uhamie mlima, mlima wa Iwambi, utanua barabara badala ya kupeleka machifu na waombaji kwenye eneo ambalo linahitaji utanuzi wa barabara tu na usimamizi wa sheria za usalama barabarani. Polisi wa usalama barabarani wanafanya kazi nzuri sana kuanzia asubuhi mpaka jioni. Pia yatoke maamuzi barabara ya mchepuko ya kupitia seminari kutokea Mbalizi kwenda Iwambi, barabara itengenezwe vizuri ya zaidi ili gari ndogo zipite huko. Wakati michakato na mengine yakiendelea, ikumbukwe kwamba ripoti ya kwanza kutolewa na Shirika la Afya ya Umoja wa Mataifa huu kuhusu hali ya dunia katika usalama wa barabarani, watu milioni 1.3 hufa kila mwaka na wengine hupata majeraha ya kudumu. Tanzania inakadiriwa kuwa na watu takribani milioni sitini nukta nne na inapoteza watu kadhaa kila mwaka kutokana na ajali za usalama barabarani. Idadi si ndogo hata kidogo, na hasa ikizingatiwa kuwa asilimia kubwa ya ajali hizi zingeweza kuepukika kama serikali ingeweka mkakati mzuri wa kukabiliana na tatizo hili. Mafunzo ya imani yanatufundisha kuwa, ama kutuelekeza kuwa, binadamu wote ni sawa, ni kuwa licha ya tofauti zetu za mali, rangi, imani, pesa, kimo, kabila na kadhalika bado tu sawa na tunao uhai ulio sawa tumejengewa tofauti kubwa sana kata, kati ya uhai wa mtawala na uhai wa sisi watu wa Nyikani. Wajiitao viongozi, uhai wao umeonekana kuwa na thamani sawa na makumi, mamia na ama maelfu ya wananchi wanaowaongoza. Kifo cha kiongozi ni kifo, lakini kifo cha mwananchi asiye kiongozi ni takwimu tu hata kama wote wamekufa kwa sababu inayofanana. Ndiyo maana hawapo kiongozi, hata shughuli za nchi zitasimama, bali ili zisimame kwa mwananchi, lazima liwe janga la kitaifa. Na ndiyo maana thamani ya mwananchi wa kawaida inaonekana hasa wakati wa uchaguzi, ili waweze kuwavusha wanaotaka kuwa wanatawala. Tumeshuhudia namna ambavyo watawala wa nchi mbalimbali duniani wanavyotumia maelfu ya maisha ya wananchi wao kukinga nafasi za maisha yao. Nalisema jambo hili kwa sababu kuna siku nilidokezwa kazi za viongozi ama za, za, za, za walinzi wa viongozi. Sihitaji kumwaga mchele kwenye ukurasa huu leo hii. Tatizo la ajali kwa nchi yangu ya Tanzania si tatizo la jana wala juzi, si tatizo ambalo tunaona likipata unafuu wowote hasa na hasa siku ama nyakati hizi ambazo wasafiri huongezeka, wenye magari kutamani pesa zaidi, na wenye mamlaka ya kusimamia sheria za barabarani kuchuma zaidi, wananchi kutamani zaidi kufika, ili hali wakipuuza njia sahihi za kuwafikisha huko na kadhalika. Yote juu ya yote, nyakati hizi usalama kupuuzwa na akili kuwekwa kwenye pesa na muda kuna ajali iliwahi kutokea kule mkoani Mara iliyohusisha magari mawili ya abiria na watu zaidi ya 35 na kupoteza maisha. Waziri wangu wa wakati ule Dr. Harrison Mwakiembe alitoa tamko la kuyafungia makampuni ya mabasi hayo na kutangaza uwepo msako wa ukaguzi wa vyeti vya madereva na leseni zao. Kwa baadhi ya sisi watu Wanyikani, haikutuingia akilini kama hiyo ni dawa Vyeti wanavyo leseni wanazo tena nzuri, lakini ukaguzi wa magari je, upo vizuri? Au magari mengi yanapendeza kutokana na uzuri wa rangi kama makaburi, ili hali ndani ya kaburi kuna maiti. Imekuwa kawaida sasa kwa serikali yetu kutoonyesha kuona mikakati madhubuti ya kupunguza na pengine kufuta ajali za kizembe, bali kinachofuata ni salamu za rambirambi toka kwa viongozi. Niseme wazi kuwa tumechoshwa na salamu za rambirambi za ajali zitupatazo. Kinachokera zaidi ni kwamba salamu nyingi zinaambatana na onyo kali, huku watendaji wakitakiwa kuhakikisha ajali zinapungua, lakini hakuna tofauti. kwenye salamu zao za mwanzoni, kwenye salamu zake za mwanzoni mwa mwaka 2009 rais Jakaya Kikwete alisema: hatuwezi kuvumilia kutokea kwa ajali hizi wakati mamlaka zenye dhamana ya kusimamia sheria za usalama barabarani zipo. Tufanye jitihada zote zilizo ndani ya uwezo wetu kupunguza kwa kiwango kikubwa na ikiwezekana kukomesha kabisa ajali ambazo zimeshapoteza maisha ya watu wengi hapa nchini. Kupitia baraza la madiwa la mawaziri la Rais Jakaya Kikwete iliwahi kumuomba mmoja wa mawaziri ajitokeze na kuwa wa kwanza kuwa kukabiliana na kikamilifu na suala hili la ajali, na orodheshe yatatenda nini vipi na kufika lini. Ni nani atakayechukua jukumu la kushughulikia kuzuia ajali? Je, ni wizara ya ujenzi ama ni wizara gani ambayo inaweza kutufikisha hapo bila kuwa na mikakati inayofaa na endelevu na kutegemea tochi za trafiki wa Iringa tunasubiri mvua za ajali ambazo hata tukipona hatutakuwa kama tulivyokuwa awali. Hili linanifanya niamini kuwa serikali haioni tatizo la ajali kwa Tanzania mpaka pale itakapowahusisha viongozi, na ndio maana sasa nawatakia viongozi wapate ajali kama zetu, ili watatue tatizo letu na kuokoa maisha yetu.